lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya ishirini na mstari wa ishirini na tatu na Biblia inasema basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia Mungu wao ni mungu wa milima, ndiyo sababu ya kutushinda sisi; lakini na tupigane nao katika nchi tambarare, na hakika tutawashinda wao. Baba, zungumza nasi kupitia hili neno lako siku ya leo. Baba katumia hili neno lako kumuimiza mtu mahali, katumia hili neno lako Mungu wetu kumpa tumaini mtu mahali, katumia hili neno lako Mungu wetu kumpa mtu mwelekeo mahali, katumi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 wa milima, na hivyo tukapigane na wao katika nchi tambarare, na hakika tutawashinda. Alisema vile akimwambia mfalme, walikuwa na nguvu kwa sababu Mungu wao ni mungu wa milima, na hivyo iwapo tutapigana na wao bondeni au katika nchi tambarare, basi tutawashinda. Na tunaona huyu mfalme Ben-Hadad alishambulia Waisraeli katika bonde, maana alisikia Ule ushauri. Na aliposikia ule ushauri, akaenda akawashambulia wana wa Israeli wakiwa katika bonde. Na Mungu naye upande mwingine akawaambia wana wa Israeli kwamba awa wanafikiria kwamba mimi ni Mungu tu wa milimani na hivyo mimi si Mungu wa mabondeni. Na hivyo Mungu akawasaidia wana wa Israeli na hivyo wakapata ushindi katika zile vita zilizofanyika bondeni. Na Mungu akawasaidia na akaonyesha wale ama, akamwonyesha mfalme Ben Adadi wa, ar, uh, wa yule mfalme washamu akamwonyesha ya kwamba mimi ni Mungu wa milima, mimi ni Mungu wa mabonde, mimi ni Mungu wa vyote, maana vyote vilifanyika kwa uweza wangu na kwa kutaka kwangu. Na hivyo nyakati nyingi, unapata tunakuwa kama wana wa Israeli, wakati mwingi unapata tunafikiria kama huyu msaidizi wa huyu mfalme Benhadad, tunaona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa milimani. Wakati mambo yanakuwa mazuri tunaye Mungu, Mungu ako pamoja na sisi, Mungu ametupigania. Lakini wakati mambo yanaonekana kwenda sege mnege, wakati mwingi sisi huona kwamba Mungu wetu ni wa milimani na si wa mabondeni, na hivyo tunaanza kufikiria kwamba Mungu ametuacha. Tunasahau neno la Mungu linalotuambia kwamba sitawaacha wala sitawapungukia maana ni Mungu wa milimani ni Mungu wa mabondeni, ni Mungu wakati uko na vyote, ni Mungu wakati bado hauna chochote, na uweza wa Mungu haujapungua. Huyu msaidizi wa mfalme Benadad alifikiria ya kwamba Mungu wao ni wa milimani, na hivyo wakienda wapigane na wao katika wa mabonde watawashinda. Kile hakujua ni kwamba Mungu wa wana wa Israeli ni Mungu wa milimani ni Mungu wa mabondeni, ni Mungu wa nchi tambarare ni Mungu wa baharini, ni Mungu na mbaye ako kila mahali, maana ni tabia ya Mungu. Na Biblia inakuwa inatuambia kwamba iwapo tutamtafuta na tutamtafuta tuta kwa mioyo yetu yote, hakika tutampata. Hilo ndilo walisahau. Nasi alfajiri ya leo tunaweza tukajifundisha kutokana na hili kwamba wakati mwingi sisi hufikiria kama huyu msaidizi wa mfalme Benhadad, sisi hufikiria kama mfalme na dad na hivyo tukawa tunafikiria Mungu wako na sisi wakati mambo ni mazuri, na wakati tumegonjeka, wakati tunapitia hali ngumu, tunaona ni kana kwamba Mungu ametuacha. Nimekuja kukuambia alfajiri ya leo, Mungu amekupa ahadi kwamba sitakuacha wala sitakupungukia. Nimekuja kukuambia siku ya leo, Mungu ni Mungu wa mabondeni, Mungu pia ni Mungu wa milimani, Mungu ni Mungu wakati uko na hayo yote ulionayo unayoyafurahia, na pia Mungu ni Mungu wakati uko katika hali ya matatizo. Na ufai kujidanganya siku hata moja, ukaona nikana kwamba Mungu amebadilika, ukaona nikana kwamba Mungu amekuacha. La sivyo. Kwa sababu gani wakati mwingine tunakuwa mabondeni, tunakuwa na ukosefu, na hivyo tunafikiria kwamba Mungu uko wapi? Mungu mbona umetuacha? Kwa nini hili linanitendekea? Na hivyo siku hii ya leo nimekuja kukwambia imizika, nimekuja kukwambia jitie moyo, nimekuja kukwambia simama, kwa sababu Mungu bado ni Mungu wakati uko na matatizo, na nguvu za Mungu hazijapungua kwa sababu uko na matatizo. Mungu anatuambia mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote lile ambalo ni gumu na ambalo linaweza likanishinda? Mungu amekuruhusu katika hiyo hali, na ili akaweze na kukutengeza hiyo hali, ameruhusu, maana ni katika mchakato wake kukutengeza uingie katika kiwango kinachokuja na hivyo, usije ukadanganyika, ukaona ni Mungu wa mabondeni au ukaona ni Mungu wa milimani na wala si Mungu wa mabondeni. Lakini ni Mungu na ambaye hako na uweza katika kila hali, wakati mwingine ana na ili tupitia yale tunayoyapitia na ili Mungu akajitukuze. Bwana Yesu asifiwe. na hipo na hivyo kundradhi, nyakati zote Mungu wetu pia ni mungu wa mabondeni. Daudi anasema yeye ni msaada wa karibu sana wakati wa taabu. Mabondeni ni wakati hali zinaonekana haziko sawa, wakati umegonjeka wakati umekosa kazi, lakini bado ni Mungu wetu, bado ni Mungu kimbilio letu. Wale tunaomtumainia anafanyika kuwa ngome yetu. Daudi anasema yeye ni msaada wa karibu sana wakati wa tabu. Na hivyo unapokuwa bondeni, Mungu yuko hapo pamoja nawe. Msaada wa karibu sana ni Mungu na ambaye atakayekusaidia. Nimekuja kukwambia kwamba Mungu atakusaidia iwapo utamtegemea, iwapo utamtumainia. Usije ukaona ni Mungu wa fulani, usije ukaona awezi hili na lile lile. Nimekuja kukwambia, hata kama vile tulivyoanza ule mstari tuliusoma, rehema zake zi mpya kila asubuhi, ni kutokana na huruma zake hatujaangamia. Zi mpya kila asubuhi, ni Mungu wa rehema. Hata kama ulikosa, unachohitaji ni kurejea katika njia zake, unachohitaji ni kuomba msamaha na kuomba huruma zake kuomba neema zake, na uelewe ya kwamba Mungu hajakuacha, anatuambia, sitakuacha wala sitakupungukia. Kwa sababu gani anasema vile? Anatuambia nyakati zote na ili tuwe na amani na ili tuelewe ya kwamba yeye hawezi akashindwa. Akiwa upande wetu, nani anaweza akawa kinyume na sisi? si hata Biblia inatuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wahi dunia? Na hivyo alfajiri ya leo, nimekuja kukwambia hivi, ni mungu wa milimani, ni mungu wa mabondeni, ni mungu wa kila hali. Bwana Yesu asifiwe. wa yeye wabadiliki, anaruhusu hizo hali na ili akutengeze, usije ukamwasi Mungu, usije ukaona ni Mungu na ambaye amelemewa kwa sababu huko hali fulani, mm -mm. usije ukaona kwamba ni Mungu ako limited kwa maana ni hali fulani, la hasha ni Mungu mweza wa yote, ni Mungu aweze akashindwa. Na Biblia inatuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wa hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tusifikirie kama huyu msaidizi wa mfalme Benadad kwamba huyu Mungu aliyewasaidia wana wa Israeli kushinda mlimani aweze akawasaidia pale bondeni na Mungu alidhihirisha hilo. Kwa hivyo, kama ni Mungu amekusaidia hali zako zilipokuwa sawa, pia hata hali zinapokuwa mbaya bado atakusaidia, bado atadhihirisha nguvu zake. Unaweza ukamtumainia, unaweza ukamtegemea, unaweza ukamwangalia huyu Mungu na utaona utofauti katika maisha yako. Baba ni asante kwa kunena nasi kwa njia y rahisi kupitia ilino ili lako, ufalme uuketie juu zaidi unastahili sifa zote na ustahili utukufu Baba. Umetukumbusha kwa mara nyingine kwamba wewe ni Mungu wa milimani na pia wewe ni Mungu wa mabondeni. Mfalme uketie juu zaidi, hakuna lolote lile na ambalo linaweza likakushinda, hakuna hali yoyote ile na ambao unaweza ukalemewa. Wewe unasalia Mungu wakati wote, na tukikutumainia wakati tuko juu, wakati tuko chini, bado utatutendea, bado utatusaidia, maana wewe ndiwe msaada tabu wewe ndio msaada uonekanao wakati wa tabu, hata tunapokuwa mabondeni, jinsi ulidhihirisha kwa Benadad, hata wakati aliwavamia wana wa Israeli walipokuwa bondeni na ukawashinda. Mungu wetu ukamshinda med, mfalme Benadad. Mfalme mkuu na mtakatifu, vivyo hivyo dhihirisha baba kwa huyu msikilizaji na mbaya alfajiri ya leo. Mungu wetu amekata tamaa, anahisi nikana kwamba umemwacha Mungu wetu, kamshike kwa mkono na ukamu ongoze Baba, ukamwinue Baba, na ukamsaidie, maana msaada wetu unatoka kwako. Hatuna mwingine wa kukimbilia, ni wewe pekee. Jitukuze Baba na ujitwalie sifa alfajiri hii ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen, asante sana kwa kulitazama hili eneo lake Mwenyezi Mungu afajiri hii ya leo, limekuwa la baraka kwako wakati wote. miutoa hiyo fursa na ili ukamtumikie Mwenyezi Mungu kwa kutoa sadaka zako, kwa kusapoti hii huduma ya kambi ya wateule na Mungu atakubariki. na unatoa kupitia mpesa line 0792593648 ukiwa nchi ya Kenya plus 254 792 593648 PayPal address ni bnsn mwanza at gmail.com. Tupatane Jumatatu. Mi naitwa Mchungaji benson Mwanza, ninakupenda sana. Kumbuka kusubscribe kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule na kwanzia Jumatatu tunabadilisha kidogo, tutakuwa tunapata ili neno saa kumi na moja